Na mimi kama mwenyekiti nimekuja hapa kuwaombeni, ndugu zangu Waitenga, kesho kama wenzangu walivyowaomba asubuhi na mapema, saa moja, mjitahidi kufika kwenye vituo vya kupiga kura. Nendeni mkakichague chama cha Mapinduzi. Lakini kwa nini sisi CCM tunasema mtuchague? Ndugu zangu Waitenga, kwa nini sisi CCM tunasema mtuchague? Nataka niwaambieni kweli na matumaini na imani kwa chama cha Mapinduzi, katika kata hii ya Itenka, kata ya Itenka CCM imeleta shule saba za msingi. Uongo kweli? Zipo shule saba na nyiwe mnazijua, wanasoma watoto wa Itenka. Kama haitoshi, zipo shule za sekondari mbili hapa Itenka. Kuna kata zingine zina shule moja tu, lakini chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kimeleta shule za sekondari mbili. Umeme ndio huu sasa hivi hapa. Baada ya uchaguzi itaanza awamu ambayo itakuwa ni ya kujaziliza umeme kwenye vitongoji enka. <coughs> Akienda pale halmashauri anakwenda kumkuta mbunge Ana Lupembe, mbunge mwenye uzoefu, mbunge anayejuana na watu na viongozi wenzake huku wa juu wa kitaifa, mbunge ambaye anajua mlango wa kuingilia wa ofisi yoyote. Hawa wengine wanapajua Dodoma, wanapajua Dodoma, wanajua wizara zilipo. A, muulizeni Ana Lupembe anajua hajui? Sasa nataka tukaanze upya, hakuna kuchagua chagueni Ana Lupembe, chagueni CCM. Kwenye maendeleo ya watu, shida za watu, hatutaki mzaha. Ana Lupembe yupo kazini, Ana Lupembe letu lake, uongo kweli? Hey. Washeni betri tuone mwanga wa maendeleo. Itenka, tuone mwanga wa maendeleo. Nsimbo, tuone mwanga wa maendeleo. Katavi, tuone mwanga wa maendeleo. Tanzania chini ya chama cha Mapinduzi, chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Msisikie hayo maneno ya watu hao tunawaona kila baada ya miaka mitano. Tupeni kura kwa watu ambao tunawaona kila siku. Sisi ya kata ya Itenka imependelewa sana. Miradi mikubwa imeletwa na pesa nyingi zimeletwa katika kata ya Itenka, wananchi hawa ni washahidi. Lakini mwaka huu unaokuja elfu mbili na 25, 30, Dr. Samia na tano thelathini Dkt. Samia Suluhu Hassan amewaahidi vitu... ema hapa kuwa daraja la mafunzi tayari, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, hela imeshatoka kwenye Benki ya Dunia bilioni tatu kwa ajili ya kumalizia daraja la mafunzi lakini dr Samia Suluhu, mwenyekiti wa mkoa, amewapendelea, kuna daraja lingine analijenga kule Itenka bi linaungana na Kakese ili wananchi waweze kupata wigo mkubwa kwa ajili ya shughuli zao. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katika kata Itenka kuna mradi mkubwa unakuja wa umwagiliaji kuhakikisha wananchi hawa wanakwenda kulima kilimo cha kisasa. Mheshimiwa mwenyekiti, kata Itenka maendeleo ni makubwa, zinakuja shule mpya na inakuja shule nyingine ya sekondari mpya kwa ajili ya wananchi hawa nina uhakika kesho wananchi wote waitenka, kwa sababu wamepata maendeleo makubwa, na Dkt. Samia Suluhu Hassan amewaahidi vitu vingi kuhakikisha mbolea na mbegu zinaendelea kuwa ruzuku. Nina uhakika wanaitenka kesho wataenda kupiga kura zote za ndio kwa chama cha Mapinduzi.